Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha Simulizi za Ujasiriamali. Na leo ni sehemu ya pili ya kipindi chetu ambacho tulianza hapo jana kuhusu jinsi ya kupanga bei bidhaa zako na kupata faida. Kipindi cha jana tulieleza kuhusu Mzee Kibona ambaye alikuwa amenitumia message kueleza hali ilivyo biashara yake ya duka ambalo liko Buguruni jijini Dar es Salaam. Alinieleza kuwa bidhaa za duka lake haziuziki sana kama ilivyokuwa siku za nyuma. Kwa hiyo aliamua kumtuma kijana wake kuchunguza bei za bidhaa za duka la jirani na aligundua kuwa bei zake bei za jirani ziko chini sana kuliko bei zake Mzee Kibona. Kwa jinsi alivyolinganisha bei za duka la jirani yake, anashindwa kufahamu kama kweli huyo jirani yake anapata faida. Kwa hiyo Mzee Kibona ameomba ni mshauri kuhusu atakavyokabiliana na ushindani wa bei za bidhaa kutoka kwa jirani yake. Sasa nilimshauri kuwa kuna mambo matano ambayo inabidi atafakari wakati anapanga bei za bidhaa ili aweze kuwa na ushindani mzuri dhidi ya jirani yake hapo Buguruni. Mambo yenyewe hayo matano ni kama ifuatavyo. Kwanza ni swala la gharama za kununua bidhaa. Nilimwambia ahakikishe kuwa ananunua bidhaa kutoka kwa wauzaji wa bidhaa wa jumla ili apate bidhaa bora na za bei ya nafuu. Gharama za manunuzi ya bidhaa huwa zinajumuisha kwenye hesabu za kupanga bei za bidhaa. Kwa hiyo gharama za bidhaa pia hujumuisha gharama za kusafirisha bidhaa kutoka mahali alikonunua hadi kwenye duka lake. Kwa hiyo nilimwambia awe mwangalifu wakati anapanga bei za bidhaa na hasa hasa swala la kununua bidhaa. Jambo la pili linahusu gharama za uendeshaji biashara. Gharama za uendeshaji biashara huwa zinajumuishwa wakati wa kupanga bei za bidhaa. Gharama za uendeshaji biashara ni pamoja na mishahara ya wafanyakazi kama ameajiri mfanyakazi, malipo ya bili kama za umeme, maji na pia manunuzi ya vifungashio ambavyo wanatumia kufungia bidhaa wa wateja wake. Lakini pia kuna gharama za usafiri, gharama za mawasiliano kama simu na kompyuta. Kuna masuala ya leseni lakini pia ile sehemu ambapo kama amekodisha na amekodi pale anapofanya biashara, yani kwenye frame ambayo anafanya biashara ya duka na bidhaa na gharama nyingine mbalimbali zinazohusiana na uendeshaji wa biashara. Namba tatu ni gharama za kifedha iwapo kama amekopa benki fedha za kuendeshea biashara, kwa hiyo kuna masuala kama ya riba kwa ajili ya mkopo na pamoja na mkopo wenyewe jinsi ya kulipa sasa. Swala la riba huwa linajumuishwa kwenye kupanga bei za bidhaa. Vile vile, gharama mbalimbali za kufanya miamala ya akaunti za benki nazo pia hujumuishwa kwenye kupanga bei ya bidhaa. Namba nne ni gharama za uchakavu wa vifaa mbalimbali, vifaa vya biashara kama vile eh, magari, pikipiki, kompyuta piki, E, fanicha huwa vinafanyiwa hesabu e, na kufanya makisio kwenye kupanga bei ya bidhaa. Kwa hiyo hizo hesabu za uchakavu ni za muhimu sana inabidi azifanye na kuzijumuisha kwenye kupanga bei za bidhaa. Namba tano ni makisio ya biashara, makisio ya bidhaa ya bidhaa ya faida ya biashara. Bidhaa endelevu ni lazima zizalishe faida. Kwa hiyo nilimwambia kuwa kuna umuhimu wa kufanya makisio ya faida ambayo anatakiwa kufanya na makisio ya faida ya biashara nayo pia hujumuishwa kwenye kupanga bei za bidhaa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuhakikisha kuwa anabana matumizi na haya matumizi anapanga kwenye, anabana katika upande wa kununua bidhaa, lakini pia anabana matumizi kwenye upande wa uendeshaji wa biashara, na kama anakopa laki, lazima ahakikishe kuwa riba inakuwa ni ya chini, kwa sababu riba huwa inajumuishwa kwenye kutengeneza hesabu za kwenye kutengeneza makisio ya bei za bidhaa. Kwa hiyo kama zikiwa juu zinaweza zikasababisha bidhaa zake ziwe na bei ya juu. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi kabisa vitano kama anataka kuwa na bei za bidhaa ambazo ziko vizuri. Asipokuwa mwangalifu, ndio matokeo yake kama hivyo anavyofanya sasa, yeye badala ya kutumia ndio badala ya kutumia utaratibu wa kitaaluma yeye anafanya bei kwa makisio tu ya kusema nazidisha mara mbili ya bei ya kununua. Hiyo sio sawa. Bei zinatakiwa zipangwe kwa kufuata vigezo vinavyokubalika, sio ya kusema naweka mara moja na nusu ya bei ya kununua au mara mbili au wengine hata mara tatu.